Yes, ase waheshimiwa, lengana waletee waletei tatu mpya hii. Kuna watu waga kidogo baadhi, lakini wanajua kufunza draft, huwa inawashinda. Sasa tatu mpya, cha kwanza inabidi ujue, hamna haja ya kushika hii mistari miwili sawa. Hamna haja ya kuishika hii mistari miwili hii, hii haina haja ya kuishika, ila mstari <coughs> mzuri wa kushika ni, ni, huu, huu, eh, huu ni huu hapa huu ndo, hakikisha kuna kete moja yani ni hapa na meja tu. Huu hakikisha kuna kete moja ipo mwishoni mwa hizi e, mwishoni mwa hizi hakikisha, yani, ipo mwishoni, either ni hapa au hapa au hapa iwe mwishoni. Halafu hii nyingine, ikiwezekana, ikiwezekana hii hata ukiingia hapa na yenyewe sawa, kwa sababu utakuwa umekaba kabisa kuna kitu toko mekaba e, lakini pia hata kama ukiwa umeingia huku, mtu ndo anaanza, unamtegea vizuri. Kwa mfano hapo mtu atacheza mwisho hata, utakuta, utashika hapa e, haikuwa step nzuri. Step nzuri itakiwa kuingia, tuingilie huku e, kwa sababu changamoto nitakuonyesha hapa. Ukiingilia huku, yeye anaanza moja, ukija hapa atakukisha So, itabidi urudi huku sasa uanze kutega tego la zamani umeshaona e. Lakini endapo ukiingilia ukua umeingilia hapa, ina maana ukija yeye anapokuja huku unaanza moja, akisema hatakiishi unaziba tayari, tatumpia zote tayari zimesha nasa huko, umeona bwana. Kwa hiyo ni vizuri pia kete moja iwe iwe mstari huu, lakini pia na huwa hapa pia nao ni muhimu sana. E, na meja ni muhimu sana, ili uweze kumtega mtu kirahisi, kwa sababu tumpio ukikosea tu umfunge a. Tunaanza anacheza ndugu yetu, wewe utashika, wewe utashika hapa, we utashika hapa. Yeye anapoendelea kuruka ruka unashika hapa e, akija hapa kwa bahati mbaya, kwa kujua au kutokujua, ni goli. Wewe utavuta, unavuta huu una, mkuu ya timu. Ukivuta mkuu ya timu huku akibaki huku, akirudi meja, labda ningie meja Unapiga na ndiyo unamfungia. Ehe, na akisema aje huku, ina maana utampa funa nyonga. Kwa hiyo option yake itakuwa ni hiyo. E, sasa, na akija huko bado bado mambo yatakuwa ni magumu hivyo hivyo, sababu akienda huko ule utashika hapa, sawa, ambapo vile vile ataenda hapa. Sawa, ni vile vile, ataenda hapa, utampa anakula funa nyonga. Kwa hiyo kwa kujua kutokujua hilo kwa hiyo hapa inabidi acheze hapa sawa. Na anaweza akacheza hapo, lakini pia mwishoni bado atafungwa tu, kwa sababu akicheza hapo, wewe hii kete yako una option mbili sawa, unaweza mara nyingi i, i, yani hii kete mara nyingi huye upande ambao upo hii hapa hii kete isaidiane na hii yaani, upande ambao hii kete ipo ndo na hii iweke huku, sio vizuri hii kete ipo upande wa huku pili eh, huku alafu, hii ipo huku juu, inakuwa haitaita picha nzuri na mtego. Kwa kutokujua au kwa kujua, mwingine anaweza mwisho siku tatu na kwa limeisha, lakini pia kama anajuajua kidogo anaweza akacheza anaweza akacheza hapa au mwisho, wewe kicheza akicheza mwisho kidogo au mwisho. Huyu ndo kidogo anakuwa mjanja mjanja, anataka kukimbia, lakini huyu anayecheza hapa, huyu huyu unaweza uka, lakini wote ni wale wale, kwa sababu bado mtego hujatego, wanakuwa ni wanarusha rusha tu miguu. Kwa hiyo akicheza hapa, wewe unashika hapa, akija hapa, ina maana linakuwa gol hapa moja kwa moja, option yake ni kuja mwisho sawa, ni kuja wapi mwisho, utaweka hivi, mwisho wa siku inakuwa tayari. Kwa hiyo kwa ambaye angeweka hapa, na maana huyu dogo alikuwa na option nzuri, kwa sababu ukitega hapa, hapa ndo angekuja mazima huko, kwa sababu e, akishakuja hapo, basi wewe inabidi uanze kumuibia step, na usimuibie step kwa kukaa hapo, kwa sababu naye ataweka sawa. Inabidi umuibie katikati au mwisho. Kwa hiyo unaweza kuweka hapo, ili akiweka hapo, unarudisha hizi, zinakuwa za zamani hapo. Kwa hiyo ee, ukishaweka hapo, umemkataza asirudi kwenye ma mistari yake kwa moja kwa moja, anaweza akaja huko au huko. Kwa hiyo hata akija huko unamvuta hivi, akija hapa Imeisha, unamrudisha, unanyonga. hmm. Kwa hiyo hapa mwingine anaweza akaja huku akaona amna mtego, akija huku usirudishe huku, njoo hapa hapa. Pia akicheza hapa, basi unarudi mtego ile ile, sawa? So, lakini akipiga masafa, basi itabidi wewe ndio utege hivi, ambapo atakuja huku unamtegea hivi, akija huku nanyonga. Kwa hiyo moja kwa moja ataingia kwenye mtego ambao